Aomba viongozi wote na wananchi wote kwenye maeneo yao yungo. Inawezekana wamepanga au hawajapanga, hawajapanga, tuende kila sehemu ya miji yetu ya maeneo yetu kupanda miti kwa sababu miti hii ina faida nyingi. La kwanza kivuli, cha pili ni sehemu ya kukimbilia wakati wa msimu wa jua kali. Watu wengi majumbani, wakati wa msimu wa jua kali hawakai ndani, wanakaa nje. Hata ukipita hapa stendi, wakati wa jua kali, wamekaa amii. na naata viongozi wangu kwa kutekeleza dhani ya Chama cha Mapinduzi swala so, la ulinzi na uendeleazi wa rasilimali hizi si, hasa ikishughuli za upandaji miti la kila mwananchi kwa namna hiyo basi, Profesa De Santos Slai anaomba tuendelee kupeana ushirikiano ili tuweze kuendelea kupanda hii miti na tuweze kupata matunda yake. Wakala wa huduma za misitu Tanzania, kwa kuwa umepewa dhamana ya kuendeleza hii rasilimali kwa niaba ya Tanzania wakiwepo wa Dar es Salaam, tuna pewa jukumu la kuotesha miche ya miti na miche hii huwa tunatoa bure. Kwa hiyo sasa, kila mtu ambaye anaweza kupanda miti na eneo lake, tunamkaribisha wakala wa huduma za misitu Tanzania aweze kupata hiyo miche na aweze kupanda na aweze kupata matokeo chanya katika maisha ya pia mazingira ni uhai, bila mazingira hatuna uhai endelevu. Kwa hiyo mkakati huu ambao tunaendelea nao wa kuboresha na kurejesha uoto wetu asili ni wajibu wetu kamili kabisa kama wanadamu, maana Mwenyezi Mungu alishatupa uoto wa asili, lakini kutokana na shughuli mbalimbali za maendeleo basi tumejikuta kwamba unatuondokea au unatukumbukia. Kwa hiyo kwa hiyo niseme tu kwamba hata katika mikakati hii ambayo tunafanya ya kurejesha uoto wa asili bado, na wenzetu pia wataenda kujifunza, kwa sababu Tanzania mara zote ndio ambayo imekuwa ni kiongozi katika miaka ishirini iliyopita. Miaka thelathini iliyopita, Ubungo hii, Kinondoni na Dar es Salaam ilikuwa ni ya kijani sana, lakini sasa hivi kadiri tunavyoongezeka matumizi ya miti, lakini pia na ukataji wa miti umeendelea kuwa mkubwa sana tunaona maeneo yetu ambayo zamani yalikuwa ni ya kivuli na chemchemi zilikuwa nyingi, alizoeza ilikuwa kila sehemu, lakini sasa hivi imeendelea kupungua siku hadi siku wakati ambao tunahitaji sana sana sana kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya afya na ustawi wetu, kwa sababu sisi Watanzania na Waafrika bado hatujafika kwenye kutengeneza semiconductors kutengeneza laptop na vitu vingine vya namna hiyo maisha yetu kwa kiasi kikubwa, uchumi, ustawi na tamaduni unategemea sana mazingira yetu, unategemea sana uoto huu wa asili na hali ya hewa hii nzuri. Kwa mimi nikupongeza sana, mweshimiwa mkuu wa wilaya, pamoja na timu mzima hii, kwa kubeba ajenda hii za mazingira, kama ambavyo serikali hii ya awamu ya, ya sita inayoongozwa na mama yetu inayoongozwa na kipenzi chetu Daktari Samia Suluhu Hasan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye na serikali yake wanasisitiza sana habari ya utunzaji wa mazingira na wanasisitiza sana habari ya michezo, na kama ambavyo tumeona, mheshimiwa rais ni kinara wa michezo kwenye nchi yetu hii. Na kwa kuwa Ubungo umetokana na Kinondoni, tutaendelea kushirikiana namna hiyo kwenye mipango mbalimbali ya kimaendeleo na kiustawi. Sisi ni majirani wa karibu na Ubungo umetoka Kinondoni. Tutapanga siku moja tuwe na jogging kabambe inayojumuisha jogging club za wilaya ya Ubungo na Kinondoni. Tutaweka vizuri na kaka yangu hapa alafu, tuje tuifanya hiyo pamoja na shughuli zingine. Kwa hiyo tuwakishie mzazi wa Ubungo, hata muacha Ubungo, tutaendelea kushirikiana naye kwenye kila hali. Itakuwa ni habari ya kusikitisha tukikutana mwaka kesho, panapo uhai na majaliwa, kwenye siku ya upandaji miti duniani, tutakuwa tunapanda miti mipya lakini miti ya mwaka jana yote imekufa, ama sio jamani eh? Tuitunze miti hii, tusaidie kwa kutengeneza network ya kutunza hii miti halafu eh, malengo ya leo yaweze kutimia. Lakini zoezi la upandaji miti jamani, ni zoezi endelevu, tutaendelea kupanda miti. Naongea na Sadi hapa ananiambia alikuwa kwenye wilaya fulani, alikuwa anapanda miti milioni nane kwa mwaka. Sasa na sisi tujipange jamani, tufikie angalau nusu au robo ya milioni nane alikuwa anapanda milioni nane Samia. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ya kufanya na kwa kweli miti mingi inapukutika, ndio maana mheshimiwa rais amekuja na mkakati kwa nishati safi ya kupikia, yote ikiwa ni jitihada za kupunguza matumizi na ukataji miti ili tutunze miti yetu kwa sababu tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kupanda miti iwe ni tabia. Leo ni tukio lakini, huko mtaani, watendaji wa kata, waheshimiwa madiwani, wenye viti wa serikali za mitaa, wenzetu wa TFS wako tayari kutusaidia, na wadau wengine, wa watu wa bonde walikuwa na zoezi la upandaji miti zijuzi hapa. Ukiwa na zoezi, washirikisha wadau watakusaidia, lakini tupande miti kwenye event tofauti tofauti huko mtaani, ili tufikie malengo yale ya kupanda miti milioni moja na nusu kwa kila halmashauri.